Wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote, dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya Serie A. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa, wameenjoy sana, hawakuwa na, na ugumu wowote as long as mbele yetu kulikuwa kuna haki Wakisha kuwa na haki, basi hakuna ugumu wote. Unamtanguliza Mungu, naipambania haki yako basi hali, hali labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kali wa Dar es Salaam. Mejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ugumu wa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri mii tatu tu ilikuwa. Lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa saba tuna mwezi wa nane, waahidi Wanayanga wa kila mkoa. Kila mkoa tutafika mwaka huu, kombe litafika sofa kuna makombe manne, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari tujue tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia uh, wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua wa kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa Tanzania. Ya, Singida ni mpinzani mgumu. Eh, mpinzani mgumu na hivi amefika fainali baada ya, ya kumshona Viola kwa hiyo atakuja uh, yes, na, na ushindani mkubwa zaidi ana confidence. Kwa tunaamini hata ukiangalia umeona hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu. Hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na, na mashabiki timu ya Yanga, kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu <laughs> Eh, mtakuja kushtuka timu tayari ku Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu kumbu zangu, ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu kumbu zangu, sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri nafikiri uh, tulikuwa tukichukua ubingwa mara zote naye akiwepo. Afariki uiongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabiliwa kome yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na imetufurahisha, kwa sababu sasa hawatakuwa nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa wa siku ya mwisho ligi ni Dodoma. Ken Gold wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni Akapanda yeye mbele katoka mshona na yeye, kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isitobumbwanasema d zai akuaadali inii kwako koje na unaambia nini wengine? Kwa kwanza ni kutoa ishara, haujakosea kwenye rekodi, hakuna uh, msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi ipo kwenye rekodi kabisa, kufanya michuano yote, ukijumlisha mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. maana yake sasa. Eh, mimi sio mjanja kuliko wengine, wala ni sikufuru Mungu kusema kwa mi ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki nami ameniweta kwenye hizi nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi kwayo baada ya mimi kuondoka, sasa ndio nitakuja kuzihesabu ziko ngapi. na Ah, ni nyingi, sijui idadi malengo. Waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini? Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa uki, uki, uki limbukeni unakuwa mbinafsi unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki, ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha, kwa sababu ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu saa anaweka mbali baraka za Mungu. anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale, ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Unajifunza hicho kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kukua Anjimba, kukua mayama, anjena, yawe, na yangaaamadai na, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi ujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi kwa, nafikiri na wao wameweka rekodi na watakiwa wajibu kwa wanachama wao, kikuwa wanachama imara kama Yanga. Udau ameshatoa maelezo, kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga